Ningependa kuongelea mchadara wa ine. Vile vile ningependa kuongelea mchadara namba 2, ilikuwa kwa manufaa ya Kenya ama kwa manufaa ya binafsi? Kwanza kabisa nianza kwa sida ya Kenya mahali ya Asia. Sida ya Kenya ilianza Kenya hii mwaka wa 1963

Hii mambo ya kelele you must go. Hata mupisi anapopika chakula chikoni mosi inamsumbua inamsumbua anatoa machozi, lakini mupisi atoroki jikoni, anangang'ana na mosi mpaka chakula kinaiva. Kwa hivyo hii mambo ya Ruto must go, Mheshimiwa Rais popote uliko, hii ni mosi inakuambia you must go.

Mahali ambapo uliona juzi tulifuguza gavana wetu una gaba na ileta ujinga tukamwambia sasa oh, Mr. Speaker waje aliseme hivi. <laughs> Ni lazima Ruto afike mahali aelewe ya kwamba mwananchi ako na sauti na lazima mwananchi asikizwe tuko kipindi kile ambacho nchi ilikuwa inaongozwa kwa imla na kutumia polisi na kutumia mamlaka zingine. Tuko kipindi ambacho raia anapiga kura na ile kura anafuatilia kujua kama anafanyiwa kazi ama hapana. <laughs> William Samuel Ruto, hiyo wata mabaya tunaongelelea, inawezekana hiyo wata misikamilike, inawezeka yeah! Ukiendelea na upuzi ambao unafanya ukiendelea na kiburi, unajipiga kifua, ukiendelea watu wako nakuangelesha, unawaambia wewe si mwendawazimu, unawaambia wewe si mlevi, na unawaambia kwamba awauzini, wanasema hii wata yenye tunasema inawezekana ikatike ina kabla ya kuisha oa na oao. Kuna watu ambao wamezoea, wamezoea kujipiga kifua na walikuwa na fikiri ya kuwa wakiingia kwa serikali maandamano wezi kafanyika, lakini <coughs> <coughs> na fikiri waliona maandamano kifanyika, lakini wacha nikwambia mshihiu